Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja kamili Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatano, Novemba 26 2025. Nakukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika mkandaa BBC asubuhi hii, Rais Trump amesema mpango wa amani kwa ajili ya Ukraine ambao serikali yake iliandaa sasa umeboreshwa na anamtuma mjumbe wa wake Steve Witkoff kukutana na Rais Putin kwa matumaini ya kumaliza washtakiwa 198 kati ya 216 miongoni mwa waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka wahaini na kula njama waachiliwa nchini Tanzania. Siku ya tukio mimi nilikuwa nimetoka kazini naenda mjini, lakini bahati mbaya sikufika, niliishia njiani, tumekamatwa mjomba, kwa kuzolewa zolewa, ila tunamshukuru Mungu tumeachiwa, leo tumerejea majumbani kwetu. Asante. Na katika gumzo, tunaangazia wakati ambapo dunia imeadhimisha siku ya kimataifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake. Takwimu bado zinaonyesha kuongezeka kwa tatizo hili kila uchao Kutokana na takwimu zimetolewa na Umoja wa Mataifa, waonyesha kwamba kuna watu wengi wanateseka. Kulingana na maaliniko naona, ni kwamba ni shida ambayo tunafaa kuungana kama jamii kushughulikia, ili tuweze kuikabili nay hayo ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia msikilizaji, lakini kwanza ni muhtasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Halima Nyanza. Asante David na hujambo msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wapatanishi nchini mwake wameendelea vizuri katika juhudi zao za kumaliza vita kati ya Ukraine na Urusi kwa kuweka makubaliano yaliyo mazuri kwa pande zote. Amethibitisha kuwa suala la mare, marekebisho ya mipaka la Ukraine bado ni ajenda na ridhaa kubwa kutoka kwa Urusi itakuwa ni kusitisha vita. Mjumbe wa Marekani katika mazungumzo hayo Steve Witkoff anatarajiwa pia kwenda Urusi kwa mazungumzo zaidi na rais Vladimir Putin. Umoja wa Mataifa umesema juhudi za kimataifa za kupambana na Ukimwi zimepitia katika hali ngumu kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili kimataifa. Nchi maskini na zile zenye raia wa kipato cha kati ndizo zimeathiriwa zaidi zaidi na sambatenzi. Mkurugenzi wa shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na Ukimwi UNAIDS Winnie Byanyima amezungumzia juu ya kupunguzwa kwa kiwango kikubwa kwa ufadhili kulikotangazwa na rais wa Marekani Donald Trump baada ya kushinda uchaguzi na kurejea madarakani lakini hata hivyo, amesema nchi nyingine pia zimepunguza misaada kwa kiasi kikubwa. Ameonya pia juu ya kusambaratika kwa huduma za kuzuia maambukizi ya HIV, hali ambayo inaweza kusababisha kuongezeka kwa maambukizi kwa ongezeko la milioni 3.3 ifikapo mwishoni mwa mwaka 2030. Maafisa nchini Nigeria wamesema wanafunzi wa kike 24 ambao walikamatwa na watu wenye silaha wakiwa katika shule ya sekondari ya bweni katika jimbo la Kebi kaskazini magharibi mwa Nigeria wameachiliwa tukio hilo limeelezwa kuwa la kwanza kwa siku za hivi karibuni la utekaji watu wengi likiwemo tukio lingine la Ijumaa iliyopita katika shule ya Katoliki kwenye jimbo la Niger, ambako mamia ya wanafunzi pia waliripotiwa kutekwa huku watu wawili wakiuawa. Mazingira yaliyopelekea kuachiliwa katika tukio hilo la hivi karibuni hajaelezwa wazi, lakini rais wa Nigeria Bola Tinubu amevipongeza vikosi vya usalama vya nchi hiyo kwa juhudi zao za kuhakikisha wanafunzi wanakuwa huru na kampuni ya kimarekani inayotengeneza kompyuta aina ya Hewlett-Packard, HP inatarajia kupunguza takriban wafanyakazi 6000 duniani kote ifikapo mwaka 2028 katika hatua yake ya kutumia akili mnemba ili kuongeza ufanisi. Kampuni hiyo yenye makao yake makuu katika jimbo la California imesema AI itaimarisha utengenezaji wa bidhaa na kuboresha huduma kwa wateja. Mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Enrique Lores amesema uamuzi huo utaokoa kiasi cha dola bilioni moja. Hii ni awamu ya pili kwa kampuni hiyo kupunguza wafanyakazi baada ya kupunguza wengine 2000 mwanzoni mwa mwaka huu. Matumizi ya kompyuta zenye uwezo wa AI mahitaji yake yameongezeka duniani. Hii ni BBC. muktasari wa habari za ulimwengu umesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza mkada BBC kutoka idhaya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio shirika na radio muungano ya pale Beni. Vile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu Facebook wa BBC Swahili, unaandika maoni yako, kisha tukipata saa tutasoma moja kwa moja, msikilizaji, asubuhi leo upo na mimi David, David, David Nkia, karibu, karibia. Rais Trump amesema mpango wa amani kwa ajili ya Ukraine ambao serikali yake iliandaa sasa umeboreshwa na anamtuma mjumbe wake maalum Steve Witkoff kukutana na Rais Putin mjini uh, Moscow kwa matumaini ya kumaliza mapema. Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky alisema anatumai kukutana na Rais Trump kujadili masuala yaliyosalia, lakini rais wa Marekani sasa amesema kwamba hili litatukia tu pale li makubaliano yatakapokuwa katika hatua za mwisho zaidi. Na Phyllis Mote. Ni rais wa Marekani huyo Donald Trump akizungumzia mpango wa amani kati ya Urusi na Ukraine. Pendekezo hilo analozungumzia linatokana na, na mpango wa vipengele 28 uliowasilishwa kwa Ukraine na Marekani wiki iliyopita, ambao maafisa wa Marekani na Ukraine waliofanyia kazi wakati wa mazungumzo ya mwisho wa wiki mjini Jeneva. Urusi ilisema hapo awali kwamba haikushauriwa kuhusu rasimu hii mpya ya makubaliano na ikaonya kuwa huenda haitakubali marekebisho hayo ya wiki iliyopita, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ameonya kwamba ingawa Mosco ilikuwa inaunga mkono mpango wa awali wa Marekani, hali itakuwa tofauti kabisa iwapo mpango huo utapitia mabadiliko makubwa. Kufikia Jumanne asubuhi, Lavrov alisema kwamba Urusi haikuwa imepokea nakala ya mpango huo mpya na akaituhumu Ulaya kwa kudhoofisha juhudi za amani za Marekani. Maafisa wa Marekani hawajajibu hadharani wasiwasi wa Urusi, ingawa inasemekana kuwa waziri wa jeshi la Marekani Dan Driscoll na wawakilishi wa Urusi walifanya mikutano Jumatatu na Jumanne huko Abu Dhabi. Baadhi ya masuala ambayo Urusi na Ukrain bado wanatofautiana sana hayajashughulikiwa hadi sasa ikiwa ni pamoja na dhamana za usalama kwa Kiev na udhibiti wa maeneo kadhaa yanayokumbwa na mapigano mashariki mwa Ukrain. Suala la dhamana za usalama ni moja tu ya maeneo ambayo Urusi na Ukrain wanatofautiana. Urusi imedai mara kwa mara kwamba jeshi la Ukraine linafaa kuondoka kabisa kutoka eneo lote la Donbas mashariki linalojumuisha maeneo ya Donetsk na Luhansk. Vikosi vya Urusi pia vinadhibiti rasi ya Crimea na sehemu kubwa za maeneo mawili mengine ambayo ni Kherson na Zaporizhzhia. Lakini hayo yakijiri, mapigano yanaendelea. Urusi na Ukraine zote zimesema kwamba mashambulizi yamefanyika usiku wa kuamkia leo huko Zaporizhia. Ni Filis Mote. Mkurugenzi wa mashitaka nchini Tanzania, DPP, amewafutia mashtaka jumla ya washtakiwa 198 kati ya 216 miongoni mwa waliokuwa wakikabiliwa na mashtaka wahaini na kula njama katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam. Washtakiwa hao walikuwa na kesi zilizogawanya katika makundi matatu tofauti huku la kwanza lililokuwa na washtakiwa 22 katika kesi namba 1026388 ya mwaka 2025 ni Jennifer Jovin maarufu kama Nifa na wenzake 21 waliachiwa washtakia ishirini na kubaki wawili zaidi na egan sala. Furaha iliyojawa na shukrani, walisubiri tangu mapema asubuhi, lakini jua lilipozama, ndugu zao mmoja mmoja wakaanza kutoka nje. vilio kwa furaha na uchungu, vicheko na masimulizi ya hali ilivyokuwa huko walikokuwa navyo vilitamala. Tumempata mwenzetu Yoktan ya Mira, yeah. <laughs> <laughs> na biashara, biashara u za kawaida. Siku ya tukio nilikuwa nimetoka kazini naenda mjini, lakini bahati mbaya sikufika, iliishia njiani. Tumekamatwa mjomba kwa kuzolewazolewa, ila tunamshukuru Mungu tumeachiwa leo, tumerejea majumbani kwetu. Asante. Naweza kushauri kama vijana wenzangu, yani wamfuate Mwenyezi Mungu wakoke wasipate vitu vya makundi makundi. Afanye nini, avyereeki kama sisi. Mwenyezi Mungu pale tulivyopona, Mwenyezi Mungu tukapeleka huko Segerea, Mwenyezi Mungu atusaidia, tumetoka salama, tuenda kuangalia na familia zetu, Mwenyezi Mungu atujalie. Kwa baadhi mambo hayakuwa vile walivyotamani, kidonda kinatoneshwa tena. Miongoni mwao ni familia na jamaa wa mfanyabiashara Jennifer Jovin na mwandishi wa habari Mika Chavala. Of course hawajatoa sababu za kwanini hawa watu wawili pamoja na mshtakiwa wa kwanza Jennifer e, Jovin almaarufu Nifa wao hawajafaidika na huo utaratibu wa mashtaka na mamlaka chini ya kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kufuta shtaka lolote la jinai linaloendeshwa katika mahakama yote Tanzania ambalo lipo kwenye hatua yoyote ile kabla ya hukumu. Ishirini wamefutiwa mashtaka na bahati mbaya, anapo sheria haimpi DPP obligation ya kutoa sababu za kwa nini anafuta mashtaka. Wakati shangwe za uhuru zikiendelea, ving'ora vinasikika, 18 kati ya 216 waliofikishwa mahakamani wanarudishwa rumande hadi Disemba tatu, shauri lao litakapotajwa tena. Ni kwingine kwa mahakama kuu nchini Brazil imemwamuru rais wa zamani wa nchi hiyo Jair Bolsonaro kuanza kutumikia kifungo chake cha miaka 27 na miezi mitatu baada ya kukutwa na hatia ya kupanga mapinduzi kutokana na kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu uliofanyika nchini humo. Zaidi na Halima Nyenza. Jaji wa mahakama hiyo Alejandro de Moras ametoa uamuzi kwamba kesi hiyo inayomkabili rais wa zamani wa nchi hiyo ilikuwa imefikia hukumu ya mwisho na kwamba hakuna rufaa zaidi itakayokatwa. Bolsonaro, mwanasiasa wa mrengo wa kulia mwenye umri wa miaka 70, amepatikana na hatia ya kuongoza njama iliyolenga kuendelea kumuweka madarakani licha ya kushindwa katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili dhidi ya mpinzani wake wa mrengo wa kushoto Luis Ignacio Lula da Silva ataanza kutumikia kifungo chake katika gereza lililopo katika mji mkuu wa nchi hiyo Brazilia, ambako amekuwa akishikiliwa tangu siku ya Jumamosi baada ya kuelezwa kuwa anaweza kukimbia na hivyo kutolewa katika kifungo cha nyumbani. Hata hivyo, mwenyewe amekanusha madai ya kutaka kutoroka. Jana Jumapili, jaji anayesikiliza kesi yake aliamuru mshtakiwa huyo kupewa huduma kamili ya matibabu kutokana na timu yake kuripoti awali kwamba hali yake kiafya inazidi kuwa mbaya wafuasi wake wamekuwa wakimtetea wakimweleza kuwa, kuwa alikuwa kiongozi mzuri na kwamba mashtaka juu yake ni ya uongo kutokana na kwamba ni masuala ya kisiasa Majaji wa Mahakama Kuu wamesema wakati Bolsonaro alipokutwa na hatia ya jaribio la mapinduzi alijua mipango amepangwa kumuua Rais Lula da Silva na mgombea wake mwenza Geraldo Alckmin pamoja na kumkamata na kumuua Jaji Moraes ambaye alikuwa akisimamia kesi ya Bolsonaro. Naam, ni taarifa yake Halima Nyanza, na sasa na kupeleka kwenye mikono salama ya Sports Lady Phyllis Mote kwa habari za michezo Phyllis, kwa... mm -hmm. Shukran sana mwenzangu David Nkia. Sasa msikilizaji, nazama na baadhi ya matokeo ya jana usiku, ligi ya mabingwa Ulaya Stamford Bridge ambapo lilitajwa kama pambano la vijana wawili wenye vipaji vya ajabu, na kwa mara ya kwanza Lamine Yamal alijikuta ametoliwa umaarufu akipewa nafasi ya huko pembeni. Usiku huu wa jana ulikuwa Estavio William, Chelsea wakiwa tayari mbele ya bao moja kwa sifuri na Barcelona wakiwa wachezaji kumi, kijana huyo mwenye umri wa miaka 18 alitoa tukio la kukumbukwa kweli kweli, akiwasha moto katika uwanja wa Stamford Bridge uliokuwa na Si haba na kufunga bao la pili mnamo dakika ya 55. Chelsea walinyanyuka na ushindi mnono wa magoli matatu kwa sifuri dhidi ya Barcelona. Sasa, Pep Guardiola alisherekea kuwa kocha wa Manchester City kwa mara ya mia moja kwenye ligi ya mabingwa siku ya Jumanne, lakini ni Bayer Leverkusen na mashabiki wao walioishia kuserebuka baada ya kipenga cha mwisho, kwani wawakilishi wa, wa Bundesliga hao walikuwa wanatarajia usiku mgumu baada ya kuwasili Uingereza kuchelewa lakini ukawa ushindi wa kukumbukwa wa magoli mawili kwa sufuri uliomwacha Guardiola amedua, huku wadadisi wa soka wakisema kuwa kipigo hicho alijiletea mwenyewe, kwani Guardiola aliamua kucheza kamari na kikosi chake cha na kuongeza matumaini yao ya kufuzu hatua ya mtoano ya ligi ya mabingwa katika kumbukumbu ambayo ilikuwa ni ya miaka mitano tangu kifo cha mshambuliaji maarufu sana Diego Maradona. Na mateso ya Ajax kwenye ligi ya mabingwa vilevile yaliendelea walipofungwa na wenzao ambao pia wanasuasua kwenye mashindano haya, Benfica na kuwaacha wakiburuza mkia kwenye jadwali la mashindano haya. Niangazie tu kwa kifupi tetesi za soka Ulaya. Manchester United wanataka beki wakati mpya majira ya kiangazi yajayo, lakini bado wangependa beki mkongwe wa England Harry Maguire kusaini mkataba mpya huko Old Trafford. Roma nao wanavutiwa kumchukua mshambuliaji wa Holanzi, Joshua Zakzi kwa mkopo kutoka Manchester United mnamo Januari, na kocha wa Manchester City Pep Guardiola ana anawasiwasi kuhusu tegemezi mkubwa wa mshambuliaji wa Norway Erling Haaland, hivyo anafikiria huenda anaweza kujiunga kwenye mchakato sawia na ule wa Liverpool wa kumsajili raia wa Ghana Antonia Salom Semenyo anayechezea Bonamot. Nikome hapo Devi. Asante. mengi baadaye kwenye michezo, bila shaka, bila shaka.